Niui ndi Warumi mlango wa pili mstari wa kumi na mbili hadi mstari wa kumi na luli, wala, nde, sita tasoma, tasoma: kwa kuwa wote walikosa pasipo sheria watapotea pasipo sheria, nao wote walikosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria, kwa sababu sio wale wasikiao sheria walio wenye haki mbele za Mungu, bali ni wale watendao sheria watakaohesabiwa haki. Kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria fanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya dorati hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. hao wa, waionyesha, waionyesha kazi ya dorati yaliyoandikwa mioyoni mwao, dhamiri yao ikawashuhudia na mawazo yao yenyewe kwa wenyewe yakawasishitaki au kuwatetea katika siku ile Mungu atakapo sihukumu dhiri za wanadamu sawasawa na Injili yangu kwa Kristo Yesu. nbe chikolo sebaline lilaka lya Musa tawe bakhola buboni mala batiba bakhatamba lilaka bayawoti bali nelilaka bakhola bubwoni mala bakhalakilwa nenalyo sikila babandu se balungisibwa newele khulwe huwulila lilaka tawe nekakhali khulwe hukhola niko lilaka lilakilisya bechikholo sebali nelilaka tawe ne bakhebulilanga busa bakholile niko lilaka lilakilisyanga khukhola khuryo buli buli lilaka lyabwe li akhaba nebakhali ne lilaka tawe liba lyabwe li lino lyekesya li uh, lyekesya li lili bibindu nibyo lilaka lilakilisyanga li byaandikwa mumyoyo kyabwe liba lyabwe li lye kamebasyo kemumyoyo lyosi li lyekesya li lili kano ka lingali sikila mubise bilala

abasyo ke mubwikisi ke babandu bosi Sheria ni kamilifu lilaka kalili lili chufu na sheria nastahili khwifwata ne lundi lilaka yenyikhana bulondibwa na sheria nawekewa kwa sababu ya kutuonyesha sisi ni akina nani katika iyo sheria lilaka lyarebwao nenyombo lyolane khukhwekesya efwe khuli nanu mulilaka lyelyo na sheria inahukumu ne lilaka likhalakilanga na sheria ambayo inahukumu, inahukumu yula ambaye amefunja sheria ne lilaka likhalakilanga oyoyo olifunile kwa sababu sheria ni kamilifu kulwakhubera lilaka lili lilichufu na inahukumu yula asie le mukamilifu la oyo okhali omwichufu tawe kwa sababu hawezi akaishika sheria katika njia ya ukamilifu lwokhubera sanyala alinda lilaka muchingila chili chinjichufu tawe maana sheria inahukumu sheria inasema ya kwamba mtu asiuwe na anaua ba lilaka liloma ili omundu ahera ta mala olana khukwira atakuwa amefunja sheria acha kuba olanile hufu na ilaka na hiyo sheria ina muhukumu na lila ke lielio liliene yola na humu halakira akisema kwamba usi, usiibe, unaiba na liloma lili ohebata ne malawola na mukuiba sheria ina hukumu lila ke lio lio halakira. So sheria hii mwanadamu hawesi akaikamilisha katika njia ya uaminifu, lila kalino omwana wa mundu sanyala kali yoshelesia muchingira chili chinji kwa sababu sheria ni ngumu kwa yule ambaye ni mwanadamu, lwakubela lilaka ili lilume huyo khuyo mwana omwana wo mundu. So naona hapa wayahudi walikuwa wanachua sheria lakini hawaitendi sawa sawasawa na mapenzi ya sheria, hubona anano bayahuti baba bali nende lilaka nekhali sebakhola kulondekhana nende lilaka nilyo balinena nalyo, hawaifuati katika njia ya ukamilifu Londa mchingila chili chinungita so, naona ya kwamba wanafunja sheria kila wakati wanambo vonaka eh, vachasivacho eh, nende lila kelio kulihase wanaitumia katika tapia yao ya kimataifa ya ulimwengu huu balirumikira mchingira chabwe cha sivalasino. Hiyo eh, sheria wanaifanya kuwa ambaye ni yenye uofaiti katika navu zao, lakini si kwa sababu ya haki ambaye ni kamilifu ya Mungu lila ke lia lio balio kola live liva yeta mungi la ichabwe wabene ni khalisa lia mana nanende kulungi kukua mana na kueleta so kwa hivyo naona ya kwamba hawawesi wakashika sheria hawakuwa na shika sheria kikamilifu naona anokubo nambo sebaba nevali ndile lila kamubu ichufutawe. so mwana dama hawezi akashika wakashika sheria kikamilifu umwana omundu sanyala alinda lilaka lila ka lino mubu ichu hawesa kalinda sheria katika njia ya uaminifu. Sanyala alinda lilaka lino mungila eli engololofu. Lakini tuna yule ambaye analinda sheria katika kikamilifu nekhali khuli nende oyoyo onyala alinda en, eh, si eli la kelelio mungira chebulungi ambaye ni Yesu Kristo. Oli Yesu Kristo, so yule ambaye atakuwa anamuheshimu Yesu Kristo, oyoyo ocha ochakuba na anile liria ku Yesu Kristo na atakuwa amelinda sheria, maana Kristo ndiye alikuwa mwenye kulinda sheria zote katika njia zote maana yeye alikuwa mkamilifu. acha khubaarire Kristo khubela Kristo yeng acha khubaarire lilaka khubela Kristo yengene niyo owalinda lilaka mubwichufu bwosi. So na sheria inatuonyesha ya kwamba sisi tunakosea, ne lilaka likhukhola efwe emanyi khumanya mbo efwe kwakholile umayanu. sisi ni wakosefu, kuli bakholi bwoni. mtu mkosefu ni, so, ni yule ambaye amefunja sheria nanastahili hukumu. Omundu omumayanu aluyoyo okalindile lilaka ta, nono enyikhana akhalakiliwe kwa sababu hawezi kustahimili kulinda sheria hiyo kikamilifu, kulwe kubera akhililwe kulinda lilake leryo mubwichufu. So sheria inatuonyesha ya kwamba sisi wanadamu ambaye tunafunja angano la Mungu ni wenye dhambi. Nono lilaka likwekesia efwe bana bo mundu mbo ufuna lilaka lyelyo khuli bakhuli bwoni. So, kama umefunja sheria, unastahili kufanya nini? N ofuna kake lilaka lyelyo, wenyekhana okhole sinanu. Ukitambua kwamba umefunja sheria, wewe umemukosea Mungu, na wewe ni mwenye dhambi, unafanya unafaa ufanye nini? Wolane khumanya oli wafunilia lilaka lyelyo ewewe olimwoni wakholele wele buma, yaani wenyekhana ukhole sinanu. Inatuonyesha kwamba wewe ni mwenye dhambi unastahili kungama dhambi zako. Nono likhukhola emanyimbo ewewe oli mukhuli bwoni nono wenyekhana wolane ya ma, huo ni huo. So, hiyo sheria inatuonyesha kwamba wewe ni mwenye dhambi no, no. Kwa sababu mefunja sheria auna nguvu ya kulinda sheria nono lilaka erio lyikwekesha efwe mbo uli bakholi bwoni mala sekunyala kwalinda lilaka eliolyo ta uifuaa o So, inafaa sisi tuungame dhambi zetu nenyekhanakolanekhuikanila no, no, bwoni bwefwe. So, tunapoungama ungama inatoka katika kitabu cha Zaburi thelathini na mbili uh, mstari wa tano khuikanila kwa ma uh, mustabusia chinyimbo kumliango na kuli kamahumi kataru kata nende chibili unyililwe harano. Neno la Mungu linasema likhuwa lya wele liloma liri, nilikuchulisha dambi yangu wala sikuficha upotofu wangu. Nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamee upotofu wa dambi yangu. na khuiyamila bwoni bwase esenakisa buvi bwase tawe alomandi ekanila kama vikase wele omunyali obyosi mala ewe wambela busirobwe woni obwoni bwase so huyu ni tawuti ambaye alikuwa anajitoa mbele za Mungu moyo wake oyino ali etawuti owaba nana na yana ebweni wawele na yana kumoyo kwewe ebweni wawele maana ya kujitoa kupeana moyo wake mbele za Mungu maanisha ya kwamba anakiri dambi zake yeye ni mwenye dhambi. ave changa eyama mubwoni bwewe niye ali omukhole bwoni. hastahili sakwanibwa ta yeye ni mpotofu. niye ali omumayanu. yeye ni muwasi. ali omukhole mabi. yeye ni mfunja sheria. ali oh on ofunaka nakakalilaka. yeye hana kitu chochote cha kuchifunia ja mbe sa Mungu, saliho nende syosisyosi nisho anyala eyingila ebweni wawele ta. Sasa anapeleka moyo wake mbesa Mungu katika njia ya unyenyekefu, nono aana kumoyo kwewe ebweni wawele muliba lyekhwebombya. Maana mwanadamu anapo chikundwa ya kwamba ye ni mwenye dambi, lazima achitowe moyo wake mbesa Mungu baba yake. Omwana womundu naye manyaali ali omukholi bwoni ne olane huwana kumoyo kwewe evweni wawele so kumaanisha kwamba yeye anastahili msamaha wa Mungu. enelio nono lyekesiambo niye sa kwanevwa mumoni cha wele t. Lakini ni shida kubwa kwa mwanadamu, kwa sababu ni ngumu sana mwanadamu ambaye anaweza kujitoa moyo wake kuwa wasi na amwambie Bwana mimi ni mwenye dhambi na nimekuja mbele zako ukazidi kunisamea dhambi yangu. no no buli buti nyupo omwana wa mundu womundu khukhwerusya kumoyo kwewe abwanga abuwanga abolele wele alisese ndi mukholi mabi so ta... echile eh so tauti alijitoa akaah nono khubonana nombo tauti eana omwene maana alikuwa amefunja sheria za Mungu ulwekhubera amanya ali afunake lilaka lyawelehana uwezo yeye ni mwenye mwenye dambi yeye ni muhofu salikho nende bunyali ta ali mumayanu ali mukholi mabi ana sahili katabu ya Mungu akwanibwa hukhalakilwa kwawele. So akaenda akajifunua mbele ya Mungu, akasema ya kwamba Bwana unisamee maana mimi ni mwenye dambi. mala acha yayanikiila ebweni wawele abolela apo ali omwama mbele amimbele kubele senda mukoli mavi so, kupitia katika hali ya kuomba msamaha, khubirira mungila ng'ene yiya khusaba silekhelo, Mungu anasamea yule ambaye amechiachilia mbele zake. Wele abelanga oyoyo owelekhulile ebweni wewe na Mungu kusamea yule ambaye amechiachilia. Nikupitia katika kusikia Injili, ne wele khubela oyoyo oweyanile mu ebweni wewe, elimukhubirira muli khuwa na Injili ni neno la Mungu. Na liwa ni lio elomo ya wele. Njiri ndiye Kristo. Na liwa ni lio Kristo. So njiri natoka katika kitabu ya Yohana wa kwanza, mlango wa ine msari wa tisa hati kumi. Liwa lia ma mubarua ya Yohana ya kuhura kika kumuliango na kulekhane lunyi lua tisa kuhura kumi. Neno la Mungu linasema. Liwa ya wele lo mari. Katika hili pendo la Mungu, lilo neonekana kwetu. Kwamba Mungu amemtuma ame mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate usima wa, wa yeye. Hii ndiyo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. nawele ekesiyavusime wewe kwifwe lwe khuruma omwana wewe omutelwa musibala nyo efwe khwole khuba nebulamu khubirira muniye busime nibwo buno sekali bali efwe khwasima wele tawe nekakhali niye akhusima efwe mala aruma omwana wewe khuba engila niyo pa efwe khwekanilamo ubuwoni bwefwe eh, ah, kupitia katika musamaha huu ndio pendo la Mungu kubwa hapa ambaye tunaliwona kwetu hubirira mukhubelwa obunonibwo busime bubofu bwifwe Mungu wabili Mungu mutakatifu Mungu wa ufalme, Mungu ambaye hakuwa na atia yote wele okhabili, wele olumutakatifu okhalikhokho nende lyokhwikikisibwa lyosilyosi ta. Mungu aliyeacha pingu takatifu wele owaleka likulu litakatifu akakuja katika ulimwengu huu ambao umeharibika, ulimwengu ambao ulianguka, mala echa musibala sisiona kasino, ili atuokoe atusameye na akatutoe katika hali ya kadabu ya Mungu, nyombo olane ukubela, mala ahuwonie, mala akurusye mwirima yawele, kupitia katika pendo kubwa ubirra mubusime bubofu bwo pendo ni la mungu busime buli wawele fitia ndani ya mwanawe yesu kristo kubirra mmukagarimo mwana wewe oli yesu kristo akatowa yesu kristo ili akucha akatulete usima ambao ni wa milele aana omwana wewe yesu kristo nyo olana kwicha akurerefwe bulamu bwa mindali ni ni pendo la mungu si pendo letu buno buli busime bwawele sebuli busime bwefwe ta mungu alikuwa anatupenda sisi wele aba akusima efwe lakini sisi atukwa tunampenda mungu nekhali fwe sewaba nekwamusima ta apata atumupendi mungu ne kusilisa sekwamusima ta lakini yeye anatupenda sisi ekhali niye akhusima efwe akamuleta yesu kristo ili akalete akaupatanisho katikati yetu pamoja na yeye amurera omwana wa yesu kristo nyombo eche abe okhuwambasia alala nenaye anapatanisha yule mungu mukuu na yule mwenye dambi ambaye me, alikuwa alikuwa amemuasi mungu awambasia wele olwu mubofu nende oyoyo omwoni obele n nakholile kwa bumayanu khuwele kat katika hali hiyo unaona ya kwamba sisi tuna furaha kubwa, tuna amani, tuna furaha, tuna matumaini kwa sababu tuna yule mpatanishi ambaye ni Yesu Kristo. naona kubirira mkenako ifofo kulinende busangafu hubobu khulwekhubela khuli nende okhuwambasia alala nende wele ni Yesu Kristo oli Yesu Kristo aliye kufa kafufuka kwa ajili ya dhambi zetu, oerwa mala ala musibwa, khulwekhubela bwoni bwefwe, ili atunganishe sisi pamoja na Mungu nyombo olane khukhurera alala efwe nende wele kupitia katika njia ya kusikia injili khubirira mungila ng'ene yeo yakhurekeresya lihua na kuamini injili nekhusubila lihua na kufuata injili nekhulonda lihua sasa hiyo ndiyo injili ya kristo lilieneengeng'ene yeyo niyo eli elomo ya kristo o so, kwa hivyo katika kifungu cha angano sakali natoka katika kitabu cha isaya arobaini na tisa mstari wa tano na saba likhuwa lyendakano ekhale yama musitabusya mose aisaya kumuliango nakuli kamakumi kane nende tisa lunyililwakhara nsaa yeye aliye niumba ni tangu tumboni mwa niwe mtumishi wake ili nimuletee Yakobo tena na Israeli wakusanyike mbele zake tena, maana mimi nimepata ni heshima mbele ya macho ya Bwana na Mungu wangu, na Mungu wangu amekuwa nguvu zangu. Ana asema hivi: ni neno ndoko sana wewe kuwa mtumishi wangu ili usiinua kabila sa Yakobo na kukuwarejesa watu wa Israeli waliofichiwa zaiti, na hayo nitakutoa uwe nuru ya mataifa upate kuwa, kuwa wokofu wangu hata miisho ya dunia. Bwana mkombozi wa Israeli, Mtakatifu wake amwambia hivi yeye aliyedharauliwa na wanadamu, yeye aliyechukiwa na taifa hili, yeye aliye mtumishi wao watawalao, wafalume wataona, wamesimama, watasimama wakuu na uwasuchutu kwa sababu ya Bwana aliye mwaminifu mtakatifu wa Isirayeli aliye kuchukua aliye kuchakuwa elomelome re ese nekhasalwa ta wele omunyali wabyosi andobora akhola omukholi wewe ngobosye babandu bewe ngobosye babandu ba Isiraeli babasalanila wele omunyali wabyosi ambele syanga lukosi ali sis ali sisina sye kamani kase wele omunyali obyosi ambolela ali ese endi nekimilimo kimikali kwiwe mukholi wase selili khukobo uh, khukobosela babandu ba israeli babarama bunyali yongene tawe nekakhali lundi se ndakhukhola ewe obe uwanga khukholo chosi nyosyibala nyo nyo sibala syosi si siyonisibwe

babana ba babami bosi bali khubona mala balinama khukhuwelesya ewe bukosi lino liko likholekha sikila wele omunyali wabyosi arobora omukholi wewe wele omutakatifu owa isiraeli akhola lisubisya lyewe wa sita mstari wa kwanza na wa pili. endakano embia yamamustabusha timtha wakhuranga kumuliango nakulisita unyili lwakhurakia khuola lwekhabilimuaawele mari. Wote walio chini ya kongwa hali ya utumwa na wawahesabie Bwana sawo kuwa wamestahili e, heshima yote. Jina la Mungu zitukanwe wala mafundisho yetu, mafundisho yetu. Na wale walio na Bwana waaminio wasiwadharau kama huwa ni ngumu nduku, bali afadhali wawatumikie kwa sababu hao waishirikia, wa, waishirikiao faida ya kazi yao wamekuwa wenye imani na ku khupendwa mambo ayo uli nayofundisha nakuyawonya abo bali nasyoby khuhola babe nelirya likali khubakhulu babwe nio yesi yesi akhaloma kamabii khulisina lya wele nekhulyekisya lyefwe tawe nasyobi nibobahuu ba nibo bakhulu babwe